Na wapongezeni sana kwa uteuzi wa kufanya kazi ya natume, lakini naomba niwaambie kwamba dhamana mliopewa ni kubwa sana. Kama mnavyojua uchaguzi huu unafanyika nchi nzima, na mwelewe kwamba kwa jimbo la Lupa tu tunahitaji watu zaidi ya elfu mbili. Tumeanzia jana kufanya mafunzo na leo ili mko hapa na wengine wapo Lupa zaidi ya watu elfu mbili sasa. Kama jimbo moja ni watu elfu mbili kwa nchi nzima majimbo yako mia moja na ngapi, watu watakuwa wangapi? Kwa hiyo dhamana uliopewa mkubwa, na mtambue serikali kutumia pesa nyingi sana kuhakikisha hii ziweze kukabilia k zingati yenu. Dawa ya dhamana huwa ni kuheshimu dhamana, mao tunajiheshimu. Hata kama ukienda mahakamani unapewa dhamana, yaani ukikutwa na kesi unaenda mahakamani unapewa dhamana ukitoka ile dhamana na mimi niheshimu. Usipoheshimu ile dhamana, unakuwa kuna kitu chake kinachofuata. Kwa hiyo aminini kwamba mmedhaminiwa, mmedhaminiwa na nyinyi muthamini ile dhamana mliopewa. Katika kutekeleza shughuli zenu hizi, zingatieni mambo ya kufuatayo. Cha pili, someni sheria na katiba na kanuni mbalimbali, ulichonacho miongozo hii. Mtapewa hapo kila mmoja kwenye kabrasha lake, ana miongozo ana maelekezo. Someni kwa umakini. Elewa mfundishaji binadamu anaweza kufundisha ka kapelekeza, kuna mahali anaweza kapungukiwa, lakini tuna imani. Kwa nini? Kwa sababu asilimia kubwa ni wasomi. Someni so, haya maelekezo someni, miongozo muelewe kazi vizuri, msichoke kusoma. Hivyo mara kazi hii uifanye vizuri, lazima uielewe. Usipoielewa utafanya hovyo hovyo. so, so, kwa someni, sikilizeni, lakini pia someni ili muelewe vizuri, mjitahidi kujiepusha na malalamiko. Kuna malalamiko ya vyama vya siasa Ayo nayo kwa kusuli. Ayo nayo kwa kusuli. Njie mshini. Uzuri ukawa na Mungu hapa. Sio umeshapata kiapo hapo. Umepata kiapo cha cha cha kutunza siri na kujitoa kwa na chama, si ndio? Biashara za vyama huko achane nazo. Yenyewe sasa ni watumishi wa Tume. Tufanye kazi ya Tume. Kwa hiyo biashara za kuarambika siri na lile nini chama kimefanya hizo achane nazo. Yenyewe zingatie maelekezo unayopewa mm lakini kingine fanyeni kazi kwa kushirikiana lakini vifaa hakikisheni pia vifaa vyote vinavitunza vizuri vifaa ulivyopewa vitunze vizuri sio kuchanachana na kutupa kuweka ovyoovyo mtakabidhiwa vifaa tunzeni vizuri vifaa vyote lakini kingine hakikisheni mnafika mapema kwenye vituo siku ya tarehe ishirini na tisa kituo chako kifungue mapema fika sasa unafika ndio ndio unajua kwanza kufanya kazi. Unaanza kufika pana. Fika mapema, fungua mapema sana kwa upaki vizuri vitu vyako na uko kwenye kituo. Muda tuzingatie. Lakini pia hakikisheni mnazingatia unadhifu, lugha nzuri, na kitoka pembeni kwa kukagua. Mawasiliano ni yako wazi. Msimamizi wa uchaguzi, msimamizi wa uchaguzi, msimamizi wa uchaguzi ngazi ya kata, msimamizi wa uchaguzi, msimamizi wa msaidizi ngazi ya jimbo. Mawasiliano yote yako wazi. Unapiga tu kuona kwamba kuna changamoto tuwasiliana. Jitahidini fomu zote pia zijazo kwa ufasaha, msije mkaacha waziwazi. Tulifanya uchambuzi wa serikali za mitaa mwisho wa siku hizi jana, kazinaenda aa masikandoa, ile sehemu nayo itakita kujaza ijazi kwa ufasaha. Naomba ni ni koti kifungu cha sheria sheria ya uchaguzi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 na sheria nyingine yote inayohusu utekelezaji wa majukumu ya tume. Mdani, tumewachukua watumishi, lakini tumechukua na watu wengine wa kawaida ambao wameajiriwa na sekta binafsi, na lakini wengine wamejiajiri wenyewe. Hii sheria yote inasisitiza kwa kipindi hiki mtakuwa kama ni watumishi wa tume. Mtajaza mwisho wa mafunzo haya mtajaza mkataba. Mkataba huo utaonyesha kwamba nyinyi ni watumishi wa tume mpaka zoezi hili mtakapo amilika timtaaza utumishi wa tume sasa. Madhara yake ni kisha kuwa utumishi wa tume utawajibika kwenye sheria hii ya tume ya uchaguzi. Naomba nidadavue mambo mawili matatu. Cha kwanza, ya utaguzi wenu nini ya watumishi wa tume huru ya taifa ya uchaguzi. Cha pili, utendaji na uwajibikaji wenu kwa kipindi chote cha utumishi wenu wa tume, mtawajibika kwa tume huru ya taifa ya uchaguzi na sio kwa mamlaka nyingine, isipokuwa kama jambo hilo linahitajika kwa mujibu wa sheria nyingine za nchi. Namba tatu, taarifa zozote za uchaguzi zinapaswa kutolewa kwa tume kupitia kwa msimamizi wa uchaguzi na si vinginevyo. Namba nne, simamieni vyapo vyenu vya kutunza siri na kujitoa. Oh, endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC online